Hey, habari kama ilivyo kawaida yetu, leo ni siku nyingine tena naendelea kumshukuru Mungu. Leo nimeona niwaletee somo zuri ili tuweze kujifunza kwa pamoja. Hii hapa ndio washing machine yetu. Vipindi vilivyopita nimeelezea kwa urefu sana e, na namna gani ya kuweza kuitumia washing machine. Kwa hiyo kuna video nyingi sana ambazo zinazoelezea namna gani ya kuweza kutumia washing machine. Kwa kama unataka kujua au kuelewa kwa undani zaidi the eh, washing machine inafanyaje kazi au ni namna gani unaweza kutumia washing machine, unaweza ukapitia hapo kwenye YouTube channel yangu ukaweza kuangalia hivyo vipindi vilivyopita ili uweze kujifunza vizuri zaidi. Sasa leo ni eh, mwana nikuletee e, kitu kimoja ambacho ni cha msingi. Ukiangalia hapa hiyo mashine yako washing machine, ingapo ni display, na ukiwa unasikiliza sauti na ukiangalia hapo ndani, unaona kwa kwamba mashine yako inafanya kazi kwa wakati huo sasa ukiangalia mm hapo -hmm. kwenye setting ya kwenye washing machine yako iko kwenye washing and dry kwa sasa hivi, inakuwa inakuwa na unaweza kuileta mpaka baadaye kukausha. Kwa hivyo kwenye selection yaani, ni washing and dry. Sasa unapokuwa unafanya selection, ukija kwenye hii hapo, unapokuwa unafanya selection, kuna mlio, kuna kuna mlio unakuwa unasikia. Kwa mfano unasikia huo mlio kama unapokuwa una select kutoka e, step moja kwenda step nyingine, kuna mlio unasikia unasikia. Sasa labda maybe hautaki hiyo sound ambayo unakuwa nalia, hauitaki ilie, unafanyaje? Kwa hiyo hilo ndio somo ambalo nimekuletea leo, ni namna gani unaweza kutoa huu mlio huu. Unaona huu mlio, labda hautaki wewe, utakachokifanya unakuja hapa kwenye hii display yako. Kwenye display yako hapa kuna button, kuna button ya kwanza ya temperature kuna button ya spin, kuna ya option, kuna dry level, hafu kuna delay ending, hafu kuna start and pause. kuna button zipo kama sita ukiangalia, kuna katika hizi button mbili ya temperature and spin, ukiangalia muunganiko wa eh, temperature na spin kuna kama key. Umeona? Lakini ukiangalia muunganiko wa spin na option kuna ki, kuna ki, kuna ki, kuna ki speaker. Mona au kispeaker? Kispeaker, yo, mwana, kuna kispika hicho, kispika ndio sauti ambayo unakuwa unaisikia wewe Mona. Kwa hiyo kwa sasa hivi maana hiyo speaker yako iko on, ndio maana unapokuwa unafanya selection kama hivyo unakuwa unaisikia hiyo speaker. Kwa hiyo speaker yako hiyo, huu msikio ndio uko on kwa sasa. Unataka sasa utoe, unautoaje? Ndio unaangalia hapa chini, unaona hiki kispika, maana ni combination ya spin na option kwa nataka sasa bonyeza hizo zote mbili kwa pamoja. Unaona? imeandika beep off kwa ku tayari, hiyo speaker imeshatoka. utakuja ukuje, imetoka kweli, fanya selection, unaiona hailii tena, unaona hailii tena. Kwa maana yake hapo tayari ushaitoa hiyo nini option ya hiyo huo mlio. Labda unataka uimrudishe unataka kurudisha tena, muone, bonyeza ni spin tena na option, muone, beep on. Kwa maana yake mlio huko on, ukija kufanya selection utausikia mlio muone. Na kwa hiyo hilo ndio somo letu ambalo nimekuletea kwa leo, namna gani unaweza kutoa mlio unapokuwa unafanya selection, unapokuwa unataka kutumia hiyo washing machine. Baada ya kusema hivyo, mseme asante sana kwa pamoja nami kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi chetu. Kitu cha msingi, usisahau ku ku comment ku share na kusubscribe kusubscribe, ili uweze kuwa kwanza kupata notification na vipindi vyetu vijao. Niseme asante sana.